Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Eh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha leo kuja kuwatembelea ndugu zetu Waislamu walioko katika gereza letu hili la wilaya la Muhumbu. Eh, kutembelea ndugu zetu hawa kumetokana na michango na sadaka mbalimbali mbali ambazo zimetolewa na wenzetu Waislamu kwenye grupu letu la Maulidi mjini Kati. Eh, kwa jina mimi naitwa Sheikh Msafiri Kitumbo ni mhamasishaji wa hija kanda ya Ziwa BAKWATA. Mheshimiwa mkuu wa gereza, sisi tumekuja leo kuwatembelea ndugu zetu hawa na sadaka hizi zilizoko mbele yako zimechangwa na baadhi ya wa Waislamu walioguswa na swala hili la mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu sisi Mtume salallahu alaihi wasalam anasema mwenye kumfuturisha mfungaji ni, ni, ni, ni, ni kafara ya madhambi yake, yani mtu akimfuturisha mtu aliyefunga Mungu anamsamehe dhambi zake lakini sambamba na hilo ni kwamba ana, anapata malipo sawa na mfungaji, yani yale malipo anayolipwa mfungaji na yeye analipwa sawa sawa na malipo hayo, kwa kule tu kumfutulisha mfungaji. Kwa sababu hiyo, ndio maana hawa ndugu zetu wakawa wamejitolea hizi sadaka kwa ajili ya ftari na nadaku ya ndugu zetu waislamu walioko hapa. Miongoni mwa vilivyopo hapa ni mchele kilo mia moja, mafuta ndoo mbili, chumvi katoni mbili, sukari kilo hamsini, sabuni za miche e, boksi mbili tuna ngano mifuko miwili tuna sabuni za unga ndoo mbili tuna karanga kilo kumi na moja tuna sembe unga kwa ajili ya uji kilo ishirini lakini pia tuna maharage kilo sabini na tano pia tuna taulo zile za kike kwa ajili ya kinamama tumenunua boksi moja ili hapa lakini pia na tuna tuna tende ambazo huwa ndio Waislamu wanapofunga ndio kitu cha kwanza kabisa wanaanza kukiweka mdomoni. Kwa hiyo ni karibu vitu kumi na mbili ambavyo tumevileta hapa kwa ajili ya, ya hawa ndugu zetu eh, Waislamu. Lakini pia tunashukuru eh, uongozi wa gereza kwa kutupokea vizuri na tumeweza kuonana pia na ndugu zetu Waislamu. Tunawashukuru waliotoa sadaka zao, lakini pia tunaushukuru uongozi wa gereza kwa ushirikiano na namna ambavyo mmetupokea. Mwenyezi Mungu awabariki sana, asante sana, yeah. sana. Yeah. sana shehe. Basi mm, na mimi kwa niaba ya, ya uongozi mzima wa gereza Muhumbu gereza wilaya ya Shinyanga, maofisa pamoja na askari wote na wenzetu kabisa wateja wetu wafungwa, basi nichukue ni nafasi hii kuwashukuru, kwashukuru sana kwa misaada yenu ambayo mmeleta kwa ajili ya huu mwezi na sio kwa ajili ya, naona kuna misaada mbalimbali lakini hususan ile misaada kwa ajili ya, ya mfungo wa Ramadhani, kwa ajili ya kufuturu. Sisi tunashukuru kwa sababu tunapopokea misaada hii ina, ina, inaleta utulivu kwa sababu wanaofunga wanakuwa na uhakika kwamba watafuturu, wamepata futuru, lakini inatuletea utulivu pia, inaongeza hata wenyewe wanakuwa na kwamba huko nje wanapata moyo ule kwamba kumbe bado nakumbukwa nje. Sisi ni group tu la Maulidi mjini kati, kwa tunashukuru sana kwa umoja wenu unaitwa umoja. Yes, yes sasa hey, hey, sa, tunashukuru sana basi, muendelee na moyo mwe huo, kwa sababu hawa watu wapo na wanafanya ibada, wako huko ndani wakiendelea kusubiri na taratibu zao za kimahakama, hmm. Tunao wanafanya ibada nan na, na, na, na, kwa hiyo tunashukuru sana kwa, kwa msaada wenu na muendelee na moyo mwe huo no. Asanteni sana Asante. Asante. Asante.